Naomba tusimame kwa heshima na taadhima. Waheshimiwa tukae. Waheshimiwa mawaziri, katibu mkuu kiongozi, waheshimiwa makatibu wakuu, waheshimiwa wajumbe wa tume na maafisa wote mlioko hapa, asalamu alaikum.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 Uh, lakini niseme kwamba nina matumaini makubwa na tume tumeh Jana nilikuwa nasoma article fulani, wenzetu wapinzani wanasema hawana imani na tume yoyote ya ndani, wanataka tume itoke UN, tume itoke au tume itoke Af European Union ndo zije zifanye uh, kazi hapa kwetu Tanzania, lakini mimi imani sana